Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amina. Karibu tusikilize maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni Desemba 2, 2025 tunamkumbuka mtakatifu Bibiana mfiadini, karne ya tano. Mtakatifu Bibiana alizaliwa Roma, katika ukoo wa watu wenye vyeo na heshima. Asili ya ukoo huo ilikuwa ni jamii ya Wakristo Wazazi wa Bibiana walikuwa ni Flaviano na Dafrosa. Wazazi hawa waliteswa na kuuawa na mtawala Yuliano kwa sababu tu walikuwa ni Wakristo. Yuliano alikuwa ni mkanadini. Mara baada ya wazazi wa Bibiana kufariki, Bibiana na dada yake walibaki hai Hivyo mali za wazazi walizoziacha zilichukuliwa na watawala hao na kuwatelekeza watoto hawa wawili kuishi katika maisha ya ufukara na mateso. Licha ya hivyo, watoto hawa walifuatiliwa na bwana mmoja aitwaye liwali ili tu aweze kuwabadilisha na kuwafanya waikane dini yao ya Ukristo na waweze kuwa wapagani. Bibiana na Demetria hawakukubaliana na upotovu huu, walisimama imara katika kuipenda na kuishi dini yao, hivyo walijikita katika kufunga na kusali daima. Baada ya kifo cha Demetria dada yake na Bibiana, liwali alimchukua Bibiana na kumpeleka kwa mwanamke mwasherati ilimradi ampevushe na kumharibu bikira wake, lakini hakufaulu hata kidogo. Kinyume chake, mwanamke mwana yule aliongoka na kuwa Mkristo. Liwali aliposikia hilo, aliingiwa na ghadhabu. Alitoa amri kwamba Bibiana avuliwe nguo, wamfunge mikono na miguu na kumpiga fimbo Hivyo Bibiana alipigwa hata akakata roho. Cha kushangaza ni kwamba katika mateso hayo alikuwa akionyesha furaha. Kisha baada ya kufa kwake, mwili wake ulichukuliwa na kutupiwa mbwa ili waule kama chakula. Mbwa hao hawakuthubutu hata kuugusa mwili huo, wala kuusogelea. Kisha Wakristo wakauchukua mwili wake na kwenda kuuzika kwa heshima. Mtakatifu Bibiana shahidi alizikwa katika basilika la Mtakatifu Bibiana huko Roma, yaani katika nyumba aliyekuwa anaishi. Juu yake lilijengwa kanisa ambalo liliitwa basilika la Mtakatifu Bibiana. Mtakatifu Bibiana ni msimamizi wa wale ambao wanasumbuliwa na maradhi ya kichwa ya muda mrefu, lakini pia wale ambao wanasumbuliwa na maradhi ya kiakili. Lakini pia ni msimamizi wa wale wote wanaopata mateso pasipo mastaili yao. Mtakatifu Bibiana, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina.